Hapa nitakutajieni vyakula vinne ambavyo vitakusaidia kupona changamoto ya vidonda vya tumbo. Cha kwanza, tunasema ndizi mbivu. Ndizi mbivu tumekuwa tuki ah, tukisema kwamba zitumie mara kwa mara, kwa sababu zinasaidia kulinda kuta zako au kuta wako wa tumbo usiweze kuchomwa chomwa zaidi. Uji wa shayiri au ulezi ni uji mzuri sana, uchochea asidi nausaidia kutengeneza utando unaolinda tumbo lako. Ulezi au shayiri ni mzuri sana, tumekuwa tukishauri watu mtumie. Lakini pia maziwa ya mgando, yogurt ya asili, uh, sio maziwa fresh. Maziwa ya mgando. Kwa nini maziwa ya mgando? Kwa sababu haya huwa uh, yana bakteria wazuri ambao wanaopunguza H pylori na kurekebisha uh, yale tunasema mazingira ya tumbo. Lakini pia mwisho ni mboga za majani kama spinach, uh, matembele, ambazo zina, uh, zina madini ambayo yanatengeneza damu na kusaidia ule ukuta wako wa tumbo kupona haraka. Lakini pia mwisho, unapokuwa uh, unatumia vyakula hivi, hakikisha unatumia dawa ya stomach acids. Kwa nini? kwa sababu sababu moja ya changamoto dawa nyingi amponi, kwa sababu hazina zinki, haziendi kukausha vile vidonda moja kwa moja. Ukitumia stomach acids, utaenda kupona changamoto kabisa vidonda vya tumbo. Naitwa Dr. Jimmy, tunapatikana Mwanza. Kwa mikoani, utapata dawa hii kwa njia ya basi au ndege. Karibu na Mungu akubariki.